Meya wa jiji la Arusha Mheshimiwa Maxmillian Matle Iranqhe amesema jiji hilo limedhamiria kuboresha mito mitano inayopita katikati ya mji huo kuwa fursa za ajira kwa vijana na wanawake kupitia miradi ya ufugaji wa nyuki na ufugaji wa samaki kupitia mabwawa pamoja na kufanya mito hiyo kuwa maeneo ya kiutalii. Meya Maxmillian Iranqhe ameyasema hayo leo Juni tatu, mwaka 2025 wakati alipotembelewa ofisini kwake na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa jukwaa la wafugaji nyuki nchini pamoja na mkurugenzi wa kampuni ya Apicare International Bwana Festo Thomas ambao kupitia taasisi zao wanakwenda kufanya miradi mbalimbali mbali katika mabonde ya mito hiyo ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa vijana kuhusu elimu ya ufugaji nyuki, lakini miradi ya utalii na ambapo hatimaye walitembelea bonde la mto Naura iliyopo kata ya Kaloleni na huku juhudi hizi za mheshimiwa meya ikiwa ni kuelekea mkutano mkubwa wa kidunia wa ufugaji nyuki utakaokutanisha wageni zaidi ya elfu kumi na utakaofanyika jijini Arusha mwaka 2027. Ndugu waandishi wa habari, hapa ni katika bonde la mto Naura ambayo iko kata ya Kaloleni na ni katika kuelekea ule mkutano maarufu wa wafuga nyuki duniani almaarufu Apimondia Congress ambao utafanyika katika jiji letu la Arusha mwaka 2027. Hapa leo nimekutana na mwenyekiti wa bodi ya wafugaji wa nyuki Tanzania Bwana Remiona Kimishua, ambaye yeye ni mwalimu bingwa kabisa wa kufundisha namna bora ya kutengeneza mazao ya nyuki. Na hapa tumeingia makubaliano na jiji la Arusha aje awafundishe vijana wetu katika namna ya uzalishaji wa mazao ya nyuki katika jiji letu la Arusha. Na hii ni ofa imetolewa kwa vijana ambao wataanza na vijana sita uh, watakaojitolea kwenye kazi hii na watafanya semina hii kwa miezi sita ili waweze sasa kuendeleza gurudumu hili, lakini sambamba naye pia tuko na bwana Festo ambaye yeye ana toka katika taasisi ya mheshimiwa sana Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda ambaye yeye naye anakuja kuwekeza katika eneo hili. Jiji la Arusha tumejipanga kutengeneza mizinga milioni mbili na mizinga haswa ya nyuki wadogo, kwa sababu mizinga ya nyuki, nyuki wakubwa ni wale wanaong'ata. Nyuki wadogo ni wale ambao hawang'ati. Sasa tunataka kuwawezesha vijana kupitia mikopo ya kina mama vijana na watu wenye ulemavu ambaye ni asilimia kumi ya mapato yetu ya ndani pale ambako sasa watakuwa wamepata wame, wame elimu ya ufugaji nyuki, watajiunga kwenye vikundi, na tunataka mabonde haya ya mito mitano ambayo iko ndani ya jiji la Arusha, bonde la mto, uh, ki, mto Kijenge, bonde la mto Temi, bonde la mto Naura, bonde la mto Ngaranaro na bonde la mto Uh, Burka. Mabonde haya yote tunataka tuning'inize mizinga ya nyuki, lakini tufanye kuwa maeneo ya kitalii kwa wageni kuja kuangalia ufugaji wa nyuki unaofanyika katika mji wetu wa Arusha. Kwa hiyo fursa hii ni kubwa kwa vijana, fursa hii ni kubwa kwa kina mama, na jiji tumejipanga kwa kuwawezesha sasa, lakini unawezeshwa pale ambako na wewe umejiwezesha kwa kupata elimu. Kwa hiyo wazungu wanasema the ball is in your court, yaani mpira uko kwenye eneo lako, kama kufunga goli mwenyewe ushindwe. Lakini sisi jiji tumejipanga na wataalamu wamejitolea. Niwashukuru sana Bwana Festo na Bwana Kimishua kwa uzalendo wao wa kujitolea kwa kisha jambo hili linafanyika katika jiji letu la Arusha sambamba na, na, na, na hili la ufugaji wa nyuki. Pia tutaweka mabwawa ya samaki katika bonde hili la mto Naura, alafu baadaye tutaenda kwenye mabonde ya mito mingine. Mto kwa sababu kama kwenye mto Kijenge kuna vijana wanafuga samaki kwenye ile inaitwa um, Kijenge Living Garden ambako ni, ni, ni, ni, ni fursa ya uzalishaji mali au kutengeneza ajira kwa vijana wetu. Kwa hiyo mimi niseme, mambo makubwa yanakuja. Tutatengeneza pia walking trails kwa ajili ya watu kuja kutembea kwenye kingo za mito yetu kuona mandhari, lakini tutaweka benches za kupumzikia kwa watu wa mtu ambaye anataka kusoma kitabu, hata kelele ya magari huku, kuna mazingira mazuri tutaremi ona kimishua e, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya jukwaa la wafugaji nyuki Tapido Tanzania Apiculture Development Organization ambayo makao makuu yake ni Dodoma, lakini hapa tuna programu tulio nayo kwa ajili ya, kufanya, kuku, kwa ajili ya mpango wa tamizi kwa vijana ili waweze kuwa wawekezaji kwenye ufugaji nyuki. Hiyo ndio tunayetaka tuilete tena kwa Arusha, ili vijana wa hapa Arusha mjini waweze kupata e, uwezekano au fursa za kuingia kwenye ajira kupitia nyuki kupitia mabonde ya mito tuliyonayo na misitu iliyoko kwenye hiyo mito. Kwa majina, mimi ninaitwa Festo Thomas Mugongo, mimi ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Apicare International Company Limited, ambayo tunajihusisha na ufugaji wa nyuki kwa njia za kisasa na za kibiashara. Nipo jijini Arusha ambapo tunakwenda kuanzisha mradi hapa kwa kushirikiana na ofisi ya mstahiki meya, lakini jiji na mkoa, lakini na wilaya uh, ya Arusha mjini. Kwa hapa tutakwenda kuandaa mradi wa api tourism, yani utalii wa nyuki, ambapo ndani yake kutakuwa kuna mafunzo ya ufugaji wa nyuki wa kisasa na kibiashara, tutakuwa tuna programu ya kutengeneza mizinga, lakini katika hiyo hiyo api tourism kutakuwa kuna tiba kwa kutumia nyuki na mazao yake, ambapo tutakwenda kujenga uh, api care clinic uh, au api therapy clinic, ambao ndani yake itakuwa na mfumo wa kitaalamu unaitwa B-Cura system ambapo utakuwa tunatoa tiba kwa kutumia hewa ya nyuki. Lakini mbali na hapo, tutakuwa tunatoa tiba kutumia, uh, sumu ya nyuki, chavua ya nyuki, maziwa ya nyuki, lakini zaidi tutakwenda kutumia gundi ya nyuki. Mradi huu utakwenda kuwanufaisha zaidi vijana lakini na wanawake pia, lakini na wananchi wote ambao watakuwepo katika ndani ya jiji la Arusha. Lakini zaidi ni maandalizi ya kuelekea Apimondia, ambayo itakuwa ni kongresi kubwa itakofanyika hapa Tanzania, lakini specifically katika jiji la Arusha kidunia, ambapo Arusha atakwenda kuwapokea dunia nzima wadau wa nyuki na wanaovutiwa katika mnyororo wa thamani ya mazao ya nyuki hapa Tanzania.